Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Kujitolea kwa dhati kwa Mungu kunamaanisha unapatia neno lake nafasi ya kwanza maishani mwako, na unachambua neno, si tu wakati una muda wa kufanya hivyo katika ratiba yako, bali unalipatia neno kipaumbele na unampa Mungu nafasi ya kwanza maishani mwako na daima una muda kwa Mungu kwa sababu umepata hekima ya kutosha kujua kwamba ikiwa huna muda kwa Mungu, hakuna kitu kingine chochote chochote chochote ambacho kitafaulu maishani mwako. <laughs> Wacha nikupe mpango mpya. Usijaribu kumtafutia Mungu nafasi katika ratiba yako. Ratiba yako ni sharti iwe na nafasi kwa Mungu. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Wacha niulize swali. Je, Mungu amekuwa akikunenea kuhusu kuachilia kitu fulani lakini bado umekishikilia? Pengine ni urafiki ambao si urafiki mzuri kwako yeyote. Eh, pengine ni mtazamo mbaya. Uh, pengine ni mtu tu ambaye unampenda na umekuwa ukijaribu kumbadilisha au kumshawishi atende kile kilicho sahihi na Mungu amekuwa akikwambia uachilie na umkabidhi hali hiyo. Sawa. Basi leo naona hatuna lingine ila kufurahia mkutano wetu. Mhubiri mlango wa tatu moja hadi nane. Wikendi hii tunazungumza kuhusu Kutumia muda wetu vizuri na naamini kwamba kuna misimu ambapo kuna upako maalum wa Mungu wa kutekeleza jambo fulani, na kwa hivyo, ikiwa huu ni msimu ambapo Mungu anakunenea uachilie kitu fulani, basi kuwa na hekima na ukiachilie msimu huu, kwa sababu Mungu akisema huu ndio wakati itakuwa rahisi zaidi kukiachilia wakati Mungu anakunenea kukihusu kuliko wakati mwingine wowote. Amen. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. <coughs> Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Baba, tunakushukuru kwa kutusaidia kuishi katika wakati wako ili tusikose kile ambacho umetupangia maishani mwetu katika jina la Yesu Amen. Yohana mlango wa 15 mstari wa kwanza hadi wa nane. Napenda Yohana mlango wa 15 nime nimekichambua nimekisoma mara nyingi na huwa nakifurahia sana kwanzia mstari wa kwanza, Yesu alisema mimi ndimi mzabibu wa kweli, na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu, hiyo ndani yangu inamaanisha watu wanaomwamini. Kila tawi ndani yangu lisilozaa ambalo limeacha kuzaa, huliondoa, hulipogoa na kulikata. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu kwamba tuzae matunda mazuri na kama vile kukiwa na tawi katika mti ambalo halizai matunda ilhali matawi mengine yote yanazaa matunda, mkulima mzuri atalikata na aliondoe. Ikiwa kuna sehemu za maisha yetu ambazo hazizai matunda, basi Mungu atashughulikia sehemu hizo, na tazipogoa atazikata na aziondoe maishani mwetu. Inaweza kuwa vizuri kama tunaweza kuona kile ambacho Mungu anaona na tukubaliane naye na tuseme ndiyo Mungu, hivyo ni vizuri tuondoe kitu hicho. Lakini kama sisi sote tunavyojua, huwa tunashikilia vitu hivyo kwa muda mrefu. Ni jambo la kushangaza jinsi ambavyo huwa tunashikilia vitu ambavyo vinatudhuru kwa muda mrefu. Lakini hebu tutafakari jinsi ambavyo kufanya hivyo ni kukosa hekima, jinsi tunavyoshikilia vitu vinavyotudhuru na vinavyoiba maisha ambayo Yesu anataka tuwe nayo, lakini kwa sababu moja au nyingine tunaogopa sana kuachilia kile tunachoshikilia, kwa sababu bado hatufahamu wala hatuelewi kile ambacho tutapokea. Kamwe usiogope kumwacha Mungu afanye kile anachotaka kufanya maishani mwako. Kila tawi lisilozaa huliondoa, hulipogoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Niligundua jambo fulani miaka kadhaa iliyopita ambalo lilinisaidia. Inaonekana ni kana kwamba utapogolewa ukizaa matunda na pia usipozaa matunda, kwa hivyo Kupogolewa ni hali ambayo ni lazima iwepo katika maisha ya Kikristo. Hivyo basi, tunaweza kuafikia hitimisho kwamba hatuna budi kumwacha Mungu afanye analotaka kufanya, kwa sababu anatupenda sana. Sasa elewa hii, Mungu anakupenda sana kiasi kwamba kamwe hata kuwacha ufanye chochote unachotaka kwa njia yako mwenyewe. Amen. Mungu huturudi yeye, hutufunza na kutufinyanga kupitia njia mbalimbali mbali, kwa ajili ya upendo wake kwetu, na naweza kuwapeleka katika Ibrania kumi na mbili. Ina mafunzo mengi kuhusu marudi, inaonyesha jinsi Mungu hutufinyanga na kutufunza yeye. Hufanya hivyo sana kiroho, yeye hufanya hivyo sana kupitia neno lake. Lakini kama nilivyosema jana, unapowapenda watoto wako, ungependa kuwapa neno lako ili wafanye kile unachowaambia, lakini wasipojitolea kufanya hivyo kwa dhati, baada ya muda, itakubidi uguse hali zao za maisha. Sasa hiyo haimaanishi kwamba Mungu ni mkatili na kwamba yeye huchukua hatua za kutumiza mara kwa mara, lakini nafikiri sisi sote tunafahamu kwamba wakati mwingine kuna vitu fulani maishani mwetu ambavyo vinatutatiza, lakini tunakataa kuviachilia au tunapinga mabadiliko ambayo Mungu anajaribu kuleta maishani mwetu, lakini baadaye tunagundua ah, jamani, kumbe jambo hilo ndilo lizuri zaidi kwangu. Kwa hivyo leo natumai sana kwamba kwa, kwa neema ya Mungu nitaweza kuwasaidia nyinyi nyote kumwamini Mungu zaidi na kugundua upendo mkubwa alionao kwetu na kwamba jambo lolote likitokea maishani mwetu, Mungu atalitumia kwa faida yetu mradi tunaweka imani yetu kwake. Na naamini hilo. Hicho si kifungu kizuri tu cha kukiri, naamini Haijalishi nini kitatokea wala kitatoka wapi, ikiwa tutaendelea kumpenda Mungu na tutake kutekeleza mapenzi yake, atachukua kitu hicho na akitumie kwa faida yetu. Unajua, sisi sote tunataka kumsikia Mungu, tunataka kujua kile ambacho Mungu anasema, na Mungu huzungumza nasi kwa njia nyingi mbalimbali mbali. Ile sauti tulivu ndiyo njia kuu anayotumia, ile hali ya kujua moyoni mwako. Unajua tu lakini hata ujui unajuaje, lakini unajua tu. Lakini Mungu pia hunena kupitia hali zetu za maisha. Basi mara nyingi ninapojaribu kufanya jambo maishani mwangu lakini sifaulu na najichosha mwenyewe kwa kujaribu kutumia nguvu kufungua milango ambazo ni dhahiri Mungu amezifunga, basi huyo ni Mungu anajaribu kuniambia kupitia hali hiyo kwamba hii si yako. <laughs> hii si yako ah, ni shetani tu. Sawa, ndiyo tunahitaji kumpinga shetani, lakini wacha niwaambie kitu ikiwa ni mapenzi ya Mungu kwamba utekeleze jambo fulani, hakuna shetani anaweza kukuzuia kutekeleza jambo hilo, mradi weke macho yako kwa Mungu. Kwa hivyo tusimpe shetani nguvu zaidi kuliko vile anavyostahili. Amen. Haya, tuendelee na Yohana. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, mafunzo niliyowafunza. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, muishi ndani yangu nami niishi ndani yenu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa na liunganishwe na lipate uzima ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Sasa wangapi kati yenu wanataka kuzaa matunda mema maishani mwao? Sawa. Njia ya pekee ambayo tawi linaweza kuzaa matunda ni likiwa limeunganishwa na mzabibu. Nimewahi kutoa mifano katika mikutano yangu ambapo nilileta mmea ulio hai hapa mbele usiku wa kwanza, kisha nikavunja tawi moja na na nikaliweka mahali hapa na tuliliangalia wikendi nzima likinyauka polepole pole mpaka likafa. Njia ya pekee ambayo tunaweza kuwa na uzima ndani yetu ili tuzae matunda, haijalishi kama ni matunda ya kiroho katika mambo madogo madogo, kama kuelewana na familia yako, kuelewana na wafanyakazi wenzako, kuenda duniani na kuwa shahidi mzuri, au kama ni katika mambo mengine kama vile nguvu tunayohitaji kustahimili hali ngumu za kimaisha, nguvu tunayohitaji kutekeleza mapenzi ya Mungu. Njia ya kipekee ambayo tawi lolote, kila mtu aseme mimi ni tawi. Njia ya pekee ambayo tawi lolote linaweza kuzaa matunda mema ni likiwa limeunganishwa na mzabibu. Ndiyo maana daima mimi husisitiza swala hili la kuwa na muda na Mungu, kuwa na muda na Mungu, kuwa na muda na Mungu, na kufahamu kwamba kutembea kwetu na Mungu si jambo la Jumapili asubuhi peke yake. Sasa unajua, wengi wenu mmetumia wikendi yenu kuja kwa kongamano hili, kwa hivyo yamkini tayari mnajua hilo, lakini sizungumzi na nyinyi peke yenu. Nazungumza na mamilioni ya watu kote duniani ambao wanatutazama kwa runinga na sijui uhusiano wenu na Mungu ni wa aina gani, au hata kama mna uhusiano wowote na Mungu. Lakini yamkini itakuwa sawa kabisa nikisema kwamba kuna watu wengi wanaotutazama ambao kweli wanampenda Mungu, lakini uhusiano wenu naye ni wa kidini, ni ule wa kufuata tu sheria na masharti ya kidini. Huenda mnasoma Biblia zenu kidogo kila siku, mnaomba kidogo kila siku, mnaenda kanisani Jumapili asubuhi, na mnahisi kana kwamba hayo yametosha na mko sawa na Mungu. Basi mnajua nini? Pengine uko sawa na Mungu, lakini hutazaa matunda yoyote. Ukiishi kwa namna hiyo, utatawaliwa na hisia zako kila wakati, na njia ya pekee ambayo utawahi kuwa na furaha ni kama mambo yanaenda kama unavyotaka, na hiyo hudumu kwa dakika chache tu. Hutakuwa shahidi mzuri duniani, utafadhaika kila wakati, utakuwa ng'ang'ana kila wakati, itakuwa ngumu kuelewana na wewe. Sinasema ukweli, kufikia hapo, sawa? Lakini tunapokuwa tumeunganishwa na mzabibu kuna nguvu ya siri yenye uzima ambayo hatuielewi na hatuwezi kuieleza, ambayo tunapata kutoka kwa mzabibu. Mzabibu ni Yesu, na bila kungang'ana, bila fadhaa, tunaweza kuzaa matunda. Unaona, wakristo wengi sana, na mimi nilikuwa mmoja wao hapo zamani, husema najaribu kuwa na subira najaribu kuwa na furaha, najaribu kuwa na amani, lakini nafadhaika sana nikijaribu kuwa na amani. <laughs> Hebu niwaulize swali. Je, mmewahi kuona mti wa mchungwa shambani ukisema, najaribu kuzaa machungwa? <laughs> <laughs> ni msimu wa machungwa jamani, najaribu kuzaa machungwa. Basi Hatutazaa matunda kwa kujaribu na kung'ang'ana. Naamini kwamba huwa tunatia juhudi, lakini ni juhudi katika Roho Mtakatifu, na kwa hivyo ni juhudi tofauti kabisa na juhudi ya kimwili. Ni kwamba juhudi yangu kuu ni kuhakikisha nimeungana na Yesu. Juhudi yangu ni juhudi ya kiroho, naamini, namtegemea Mungu. Wacha niwaambie jambo, kila siku, kila dakika ya maisha yako unahitaji usaidizi wa Mungu. Hakuna hata dakika moja ya maisha yetu ambayo hatumhitaji Mungu kwa njia kubwa. Mnanielewa? tunahitaji usaidizi wake kwa dhati. Kama ningekuwa wewe, yamkini ningesema si chini ya mara mia moja kwa siku, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Ni, nambo nisaidie hata si lazima ujue unahitaji ya kusaidia. Kwa nini? Kwa sababu nakuhakikishia unahitaji usaidizi kwa jambo fulani. Sema tu, Mungu nisaidie. Afadhali ningeweza kuwaelezea siri ya ajabu ya jambo hili, kuweza kuketi chini, usitatizike sana na kile unachofanya. Unapokutana na Mungu, nikikutana na Mungu, napaswa kufanya nini? Kusema ukweli, na natumai hii unajua siyeti na kaidi kanuni za Kikristo, lakini sidhani kile utakachofanya kina umuhimu mkubwa. <laughs> Nafikiri kitu cha muhimu ni kwamba umekuja mbele zake, unampa muda wako, na kukuja kwako mbele zake ni kusema, naogopa kuanza siku hii bila wewe, sina imani kwangu mimi binafsi na kuhitaji nisaidie, nitie nguvu ni dhahiri kwamba pamoja na kusoma neno na kujifunza kanuni za maombi na kukiri neno, kuna mambo mengi ya kiroho ambayo tunaweza kutekeleza wakati huo, lakini nafikiri kwamba mara nyingi watu hutatizwa na kile wanachopaswa kufanya, na huwa wana taratibu wanayojaribu kufuata kila siku, na baada ya muda mfupi huwa wamechoka nao. Lakini ukifuata roho Mtakatifu, kutakuwa na ubunifu na mambo tofauti tofauti na utafurahia muda huo na hata hutajua nini kimetendeka. Utajua tu wewe na Mungu mlikuwa hapo na mlikutana kwa njia ambayo hukuielewa, na ghafla unajipata una mtazamo mzuri zaidi wa siku kushinda ule uliokuwa nao kabla ya kuwa na muda huo. Muda mrefu ni bora zaidi, lakini wacha nikuambia kitu, ikiwa una dakika mbili unaweza kukutana na Mungu kwa dakika mbili, kama huo ndio muda ulio nao unapozongwa na hisia za fadhaa kazini Nenda chooni jifungie humo na uchukue. Wacha niwambie kitu Dev alipokuwa, ulikuwa na miaka mingapi? kumi na nane. Alipokuwa na miaka kumi na nane Dev alipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya chocha kazini mwake. Jamani, hilo ni jambo la ina gani la kuambia watu? <laughs> Huwezi kujua ni wapi Mungu atakutana nawe, lakini unajua alifanya nini? Alitamani uhusiano wa ndani zaidi na Mungu. Alikuwa amefadhaika na Ukristo wa kawaida, alijua kulikuwa na zaidi ya kwenda kanisani na kurudi nyumbani, kwenda kanisani na kurudi nyumbani. Na hata hakujua alitaka nini hasa, lakini alikuwa anatafuta kitu fulani katika Mungu. Aliingia ndani ya choo cha kazini kwake, akaketi chini akafunga mlango na akamwambia Mungu, sitoki hapa, sitoki mahali hapa mpaka uniguse na unipe kitu hicho ambacho bado sijakipata. <coughs> Sasa najua baadhi yenu mnafikiria huyu anasema nini? na unajua nini? Dave alipokea uponyaji wa kimwili siku hiyo. Macho yake yaliponywa, alikuwa anavaa miwani hapo awali, lakini Mungu aliponya macho yake, na kwa miaka mingi toka siku hiyo haikumbidi avae miwani. Bila shaka, Mungu alimgusa kwa njia kubwa. Ukikaa ndani yangu, si tu kwenda kanisani Jumapili asubuhi si tu kumtazama mhubiri unayempenda zaidi akihubiri kwenye runinga kila asubuhi. <laughs> Sijui wako ni yupi, lakini ukikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yako, ukiishi ndani yangu, ikiwa kuna uhusiano, utazaa matunda mengi Amen. Na naweza kusema kwamba ukikaa ndani yake hata akipogoa, mambo ambayo amekuwa akituzungumzia, mambo ambayo anataka tuyaachilie, hatutaona vibaya tutakapokuwa tutapogolewa, kwa sababu tutakuwa na nguvu kutoka kwa Mungu ambayo inatuwezesha kufanya mambo kulingana na njia ya Mungu. Amen, haya sawa. Mstari wa tano, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi, ikiwa mmetenganishwa na nguvu yangu, nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Jamani, je, tunahitaji kupewa ufunuo wa kina zaidi kuliko huo? Mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi lililokatwa na kunyauka watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Nyinyi mkikaa ndani yangu, muwe mmeunganishwa na mimi na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Semeni wao. Kisha mstari wa mwisho, hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Sisi sote tuwe watu ambao kweli tunataka kuzaa matunda mema. Tusiwe watu ambao tunatembea na Mungu ili atupatie kile tunachotaka atupatie. Tuzingatie zaidi kile ambacho tunaweza kumpatia Mungu, jinsi tunavyoweza kumwakilisha, jinsi tunavyoweza kuwa mabalozi wa Kristo. Ikiwa ulikuja hapa ili nikupe siri tatu za jinsi unavyoweza kupata kile unachotaka unajua hilo, si huo si mwelekeo wangu. Naamini kwamba tukijitolea kikamilifu kwa Mungu atatupatia kile tunachotaka. Huenda hakitakuwa kile tulichofikiri tunataka, lakini kitatuletea furaha. Kitakuwa kitu ambacho hakuna mtu yeyote anayeweza kutupatia na kitaturidhisha. Sasa ukusema ukweli, tunapoanza uhusiano na Mungu hapo mwanzoni, sisi sote huwa katika hali mbaya sana. Unajua, huenda mioyo yetu ni misafi, lakini tuna tuna matawi mengi yaliyokufa. Tuna mambo mengi ambayo tumeyashikilia na tumeyazoea na na yanahitaji kushughulikiwa maishani mwetu na katika waibrania mlango wa kumi na mbili biblia inasema kwamba hebu tuisome waibrania kumi na mbili ishirini na sita mpaka ishirini na tisa nafurahia kwamba mnapenda neno la mungu kiasi kwamba mnakuja hapa na ni jambo la kufurahisha sana Asanteni <laughs> Amen. Yeah. Mstari wa 26 ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu bali na mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Kwa hivyo naamini Mungu atatetemesha kila kitu maishani mwetu ambacho kimelegea <laughs> jamani, kila kitu maishani mwetu ambacho kimelegea, mpaka kile kitakachobakia ni mti wa uadilifu mti uliopandwa na Bwana unaozaa matunda mema katika kila msimu kwa utukufu wa Mungu. Amen. Na sijui wewe lakini ningefurahi kusema kwamba unaweza kuwa hivyo kwa maombi tu, unaweza kuwa hivyo kwa kusema tu Biblia yako. Lakini kusema ukweli, nafikiri hiyo haitoshi, kwani sisi ni watu wenye shingo ngumu. Nafikiri kwamba inambidi Mungu ashughulikie vitu fulani vilivyo katika maisha yetu na kama tujuavyo sisi sote, hatua hiyo huenda haitakuwa ya kufurahisha, lakini mwishowe matokeo yake ni mazuri sana. Kwa hivyo, siogope Mungu anapoanza kukushughulikia maishani mwako. Ukiona mambo yanachukua mwelekeo tofauti na ule unaotaka yachukue, sema tu Mungu, nakuamini, si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Hebu tuangazie haraka Mithali tatu kumi na tatu. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu unaotoka katika neno la Mungu na katika uzoefu maishani. Unajua nini? Nina ufahamu mwingi maishani mwangu, na namshukuru Mungu kwa yale ninayofahamu. Na nimepata ufahamu nime huo kwa njia mbili tofauti, kwa kusoma kitabu hiki na kwa kuwa hai duniani kwa miaka sabini na moja na kwa miaka hiyo nimepitia mambo mengi maishani. Naelewa uchungu wa kudhulumiwa na kile unachopaswa kufanya kushinda hali hiyo. Naelewa jinsi unavyoweza kumchukia mtu na uwe na sababu nzuri ya kumchukia na naelewa uchungu wa kuishi na chuki na kutosamehe. Pia naelewa faida ya kusamehe mtu kikamilifu, kumwachilia na kuona Mungu akifanya kazi maishani mwangu. Mmenisikia. Kwa hivyo tafadhali mniamini napozungumza na nyinyi na kuhusu mambo haya. Mahubiri haya yote ambayo nimeyarekodi, vitabu, CD na DVD, siku ya buni tu kutoka kwa kitabu cha mahubiri yale yaliyo pale kwenye meza ya rasilimali ni maisha yangu, na nawaambia, Mungu hana ubaguzi, na kile anachomfanyia mtu mmoja anaweza kumfanyia mtu mwingine, na unaweza kuwa na maisha mema ajabu, lakini si kwa kufanya kila kitu kwa njia zako mwenyewe, ni kwa kumwacha Mungu afanye kwa njia yake. Bwana apewe sifa.

Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.